Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na ufuatiliaji wa chaneli ya Tiba Facts Online TV. Leo tena siku nyingine tumekutana katika chaneli hii na inshallah leo tutakwenda katika darasa la elimu ya dua katika zile fadhila za Qur'an. Na leo inshallah tutakwenda kuiangalia dua utajifundisha dua ya kuzuia kitu chako chochote kuibiwa ulichokiweka mahali fulani au kikaibiwa kwa ile njia inaitwa chuma ulete. E, maa kuna ile wanasema, bwana tunafanya biashara lakini pesa zinaibiwa bila kujua zimekwenda wapi mwingine anafanya mauzo vizuri tu asubuhi mchana jioni, akipiga hesabu hela zionekane. Sasa kama kuna tabia hiyo katika pahala unapofanyia biashara, au unahitaji tu kitu chako ulipokiweka kisibiwe na mtu yoyote, dua hii itakusaidia. Lakini pia dua hii tutakwenda kujifunza pia namna ya kufungua riziki e, au kipato. Tunaposema riziki, wengine wanakuwa hawafahamu vizuri namna ya kufungua kipato cha mtu katika maisha. Kipato ni jambo la msingi na la muhimu, na ndilo linalosaidia kuendesha maisha yetu na kufanya ibada kwa utulivu kwa Mwenyezi Mungu. Kipato kinapokuwa chini, una uwezo wa kukufulu, kwa sababu kuna mengi utashindwa kuyafanya kwa wakati, lakini pia utashindwa hata kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kupiga mbio kutafuta maisha. Sasa kama Mungu atafungua kipato, itakusaidia sana kukuwezesha kufanya mambo mengine na ibada mbalimbali mbali kwa wepesi. Sasa dua yetu tutaiangalia, hiyo ni dua gani? Twende pamoja katika darasa letu la leo. Nilipigiwa simu na bwana mmoja, anasema Shehe, niwelekeze dua ya kufanya ili ambali yangu isi, isipotee. Kuna kile kitu kinaitwa ambali ambali nyeupe ya baharini. Hii ambali kwa mfano ukaenda ukainunua Zanzibar, labda wewe ni mtu wa Dar es Salaam, au unatokea Tanga upwani, au au unatokea Bara wewe, ukaenda labda Zanzibar ndio imepatikana, ukaenda kule ukainunua, kipindi unavuka nayo kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, katikati pana maji pale sasa kama ukiwa hujaifanyia kisomo cha dua, kuna uwezekano wa kufika Dar es Salaam na ile ambali usiione, imeibiwaje imepoteaje, hutojua. Sasa hii dua itakusaidia pia katika kusafirisha vitu vya design hii. Sio ambali tu, kuna vitu vingine unaweza ukawa unavibeba, lakini vikaibiwa katika mazingira yasiyo eleweka. Mfano, ambali ni kitu ambacho kinapendwa pia na majini. Nakumbuka ambali inatoka huko huko baharini, kutoka katika yule samaki nyangumi, lakini ni kitu ambacho hata majini wanakihitaji. Sasa sababu ya kuhitaji mimi na wewe hatujui, lakini wao wakikipata wanakiiba, wanakwenda kufanyia majambo yao. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo unaweza uka ukao na vitembea navyo, unatoka sehemu moja kwenda nyingine, vikaibiwa, vikabadilishwa. Kwa mfano mimi nimepata kesi nyingi wale watu wanaokwenda kwa wataalamu wa ganga huko, anapewa dawa, anamjua bwana, ukifika nyumbani, ya kuoga hii, ya kunywa hii, siyo ya kupaka na nini na nini. Anafika nyumbani, dawa imebadilishwa, anatumia ile dawa, haimletei matokeo, kumbe dawa imeshabadilishwa, kurudi kwa mtaalamu, sasa, mbona dawa yako ilibadilishwa? E, sasa ukiwa na ile mihuri ya kichawi au chaletochi tunasema, sababu ukiwa na chaletochi lazima utaonekana kila pale unapokwenda kwa watu, huyu jamaa ametoka mganga. Haya, Kamsubilieni njia fulani ko, watatua majini yao pale. Ukipita lile eneo, wanazibadilisha zile dawa u, wanakufuata mpaka moja kwa moja paka nyumbani. Umeziweka tu dawa hivi, alafu unashangaa, unashangaa dawa zako zimeibiwa au dawa zako zimebadilishwa. E, kwa hiyo dua hii itakusaidia sana. Dua gani? Ni dua ya Suratul Qadri. Suratul ni ile sura inayosema baada udhu billahi min ar rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adlaka ma lailatul qadr khairu min alfi shahr tanazalul malaikatu wa ruhu fiha biidhni rabbihim min kulamli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni sura nambari tisini na saba ndani ya kitabu kitukufu cha Qurani. Kaisome hii sura kama una masafu au kama una ile juzuu, ama pia hii sura ipo kule kwenye juzuu. Ama kwa hiyo sura hii ya tisini na saba, suratul kadri ina faida nyingi. La, mimi nitakuelekeza hizi mbili sasa. Moja ya faida za suratul kadri ina uwezo wa kuua uchawi ulioko katika mwili. E, kuna namna ya kuitumia hii sura, ila leo hatutokugusa hilo eneo. Mbali na kuua uchawi ulioko katika mwili, sura hii ina uwezo wa kumfanya binti anayetaka kuolewa kwa haraka. Yani kama wewe una binti yako au binti fulani amefika umri anaiona ile ham au tamaa ya kutaka kuolewa, naona wenzake wanaolewa wenzake wanaolewa wenzake wanaolewa, yeye haolewi. Anaweza kutumia sura hii na ikamsaidia sana. Tena sura hii nakumbuka, ni kama miezi miwili tu imepita, kuna binti mmoja nilikutana naye, akaniambia she, mimi nahitaji kuolewa, nahitaji kuolewa, nataka unifanyie dua. Unaona bwana, nikamfanyia dua hii, ndani ya mwezi mmoja tu Mungu alijalia, akapata mchumba na saizi nafikiri atakuwa kwenye ndoa yake. kwa hiyo kuna vitu vingine vya kawaida tunaelekezana hivyo, lakini kama mtu anaingia kwenye vitendo atayaona matokeo. Ndio uzuri wa elimu. Elimu ina, ina pande hizi mbili. Wewe unaweza kujifundisha leo lakini usifanyie kazi wewe, kuna faida? E, yani hauna faida na elimu hii, wala haijakusaidia. Lakini yule atakayechukua hii elimu kipande kidogo tu kama hicho, akaenda ukifanyia vitendo, ndipo ataona matokeo. Ndio amefaidika na elimu hiyo Kau sijuuni mjanja leo kuipata hii elimu lakini kuto kuifanyia vitendo, hii elimu haina msaada. Lakini si kila atakayesoma kitu atakifanyia vitendo, kwa sababu kuna wengine hana matatizo hayo Ehe. Mbali na kumsaidia binti anahitaji kuolea haraka, sura hii pia ina uwezo wa kufungua milango ya riziki, kama nilivyosema leo ndo tutaguza kipengele hicho, lakini pia sura hii ya Lailatul Qadri au Suratul Qadri e ni kinga dhidi ya majini na uchawi. Unaifanyaje? kuna utaratibu wa kuisoma sura hii. Sasa huo utaratibu ndio unatakiwa mtu aufahamu, na ndio utaratibu wa kielimu, kwa sababu unaweza ukawa ulifundishwa madrasa, ukaelewa, mwalimu akakuelewesha vizuri tu kuisoma hii sura, kuitafasili mpaka maana yake, akakupa mpaka ilishuka wapi na sababu za kushuka ni nini, lakini asikupe utaratibu wa ukisoma kwa idadi gani na utaratibu gani unapata nini? Hicho ndio kipengele ambacho darasani hakifundishwi kabisa. Ni kipengele ambacho mwalimu anakuita peke yako au watu wawili watatu, anakuambia, bwana, mimi nataka nimipe nimipe urisi kidogo, utamsaidia huko mbele. kwa anamekalisha chini wawili watatu, anamipa utaratibu huu, basi unakwenda kumsaidia. Kwa hiyo elimu ya tiba ni elimu ambayo haiwezi kupatikana kirahisi rahisi kama hivyo. Lakini pia sura hii ina uwezo wa kuzuia kitu chochote kuibiwa ulichokiweka mahali fulani, au kuibiwa kwa chuma ulete hivi. Ndio vipengele viwili tutakavyovigusa, yaani kufungua riziki na kuzuia uh, kitu cho, chako ulichokiweka kuibiwa. Sasa <coughs> tukianza kwenye kufungua riziki, kwa sababu hichi kipengele cha kufungua riziki ni muhimu zaidi sababu kila mmoja hata wewe inawezekana unanisikia unatamani riziki yako ifunguke, na unapiga mbio sana, unaamka asubuhi saa kumi na moja unakwenda unakokwenda, unarudi saa mbili au saa tatu usiku, ulichokipata kitoshi. Yawezekana unakula unachokipata na wala hauli unachokitaka e, yani kuna mfumo maisha, ukiwa unakula unachokipata na hauli unachokitaka, hapo bado uko kwenye level ya chini. Ikifika ile hali ya unakula unachokitaka Eh, basi hiyo ndio hali ambayo kila, kila mmoja wanaifurahia, na hii hali ndio inaweza ikaleta matokeo ya kujenga, kununua hata kagari kadogo dogo, kutembelea, kufanya kama mradi. Kwanza uvuke hii hali ya kula unachokipata uingie kwenye kula unachokitaka. Sasa unakulaje unachokitaka? Ni pale unapokuwa na uwezo wa fedha ya kutosha matumizi ya nyumbani na ziada ikabaki, ndio ile mtu anaweza sema leo nataka nile, e, nile nyama Anaenda nunua nyama, ah, anakula anachokipata nachokipata kwamba apige mbio alafu akishapata labda ni muhogo au ni kiazi na uu, na hakuna cha kufanya. Basi, hii level ni achili, na ndo aende akale riziki, unafanya hivi. Ikitaka, ukitaka kufungua riziki. Sikiliza vizuri. Soma sura hii kwa idadi ya mara mia tatu sitini. Kuna siri kubwa katika hii idadi mia tatu sitini. Katika kikao hichi kimoja, na huku unatia nia yako sasa. Hii mia tatu sitini unaweza ukaigawa ukaanza na sitini ukazisoma, ukifikisha sitini unatia nia, e Mwenyezi Mungu, kwa baraka na utukufu wa sura hii, maneno yako haya matukufu na kuomba riziki zangu zimekuwa ngumu, nifungulie mambo yangu yaliyofungika. Kama kuna mtu kazuia, kama kuna mkono wa mtu, naomba unifungulie mambo yangu yakae vizuri. Endelea na kisomo, soma ikifika idadi ya mia, tia nia kwa unaanza na zile stini, alafu unatia nia alafu unakuja unasoma la mia, unatia nia unasoma la mia, unatia nia unasoma la mia, unasoma la mia ya mwisho unatia nia, au unaanza na mia moja, unatia unasoma, yani sura hii kwa idadi ya mara mia moja alafu ndo unasimama unatia nia alafu unasoma mia nyingine, alafu na mia nyingine, alafu mwisho unamalizia stini. Ndo taratibu ya kuisoma. Kwa hiyo utachagua uanze na stini, alafu uende unatia nia kwa mia mia zilizobaki zingine, au uanze na mia mia, alafu mwisho unamalizia stini. Yote ni sawa, ila sharti lake uisome kwenye kikao hichi kimoja. Kikao ambacho tunamaanisha unaposikia kwamba soma sura fulani kwenye kikao kimoja, ni kwamba yani ukiingia katika kisomo usiondoke wala usikatishe kwa dharura ya aina yoyote, kisomo kile mpaka utakapomaliza idadi hiyo. Kwa hiyo unatakiwa ujiandae, upate uzu vizuri. Unaona bwana eh? Uingie katika chumba chako au sehemu yenye utulivu, uelekee kibla. Chukua masahafu au juzuu, kwa sababu hii sura hata kwenye juzuu inapatikana. Juzu ile juzuu, ama ile ya kufundishia ipo eh, au kama umeshahifadhi, hakuna haja ya kutumia kitabu Anza kusoma na huku unavuta nyuradi, ukisoma la moja unakuwa, unahesabu ima kwa ile tasbihat, Fatuma au kwa vichangala utakavyokuwa ukiandaa kulingana na idadi ya mia tatu sitini ili usiweze kusahau eh, au kwa soma pili unavuta, unaweka pembeni mahindi, zikiisha kuandaa pembeni, ikiisha hizi imeshafikisha idadi ya mia tatu sitini. Huo ndo utaratibu wa kusoma, na uwe makini, usiongeze wala usizidishi wala mtu asisome ikafika kipindi akasinzia alafu akaamka uh. Kama hauna uzoefu wa kusoma muda mrefu hivi, somo jitahidi hivi somo jitahidi sana, ufanye kwanza mazoezi ya kusoma, soma hata kwa muda wiki nzima, unajipa mazoezi, unasoma kidogo kidogo kidogo mpaka uweze kustahimili kusoma muda mrefu, kwa sababu unaposoma hii Qur'ani kuna kitu kuna kitu kinaitwa burhani huwa kinashuka, yaani ni utulivu fulani, au tuseme sakina, yaani kuna utulivu unashuka wewe pale. Sasa ule utulivu unapokuwa unakushukia wewe wewe pale, unaingiwa na raha au ladha fulani inayopitiliza, alafu unaanza kusinzia. Ndio nakuta mtu anasema mimi mishe nikisoma muda mrefu Qur'ani, nasinzia najikuta tu nimenapaka naota na sawa, tukatai ni hali ya kawaida, lakini inatakiwa uishinde kwanza hiyo hali. Ndio maana kama una uzoefu wa kusoma muda mrefu kwa Qurani kwenye visomo kama hivi vyenye umakini zaidi, jitahidi ufanye mazoezi kwanza ya kusoma soma mpaka utakapokuwa una uwezo wa kusoma vizuri kwa kustahimili muda na kisomo chenyewe, basi hapo ndipo fanye je uweze kusoma dua hii. Ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu atajalia. Alafu unaposoma Qur'ani, kuna watu gana, wana ile kitu inaitwa kihelehele au kimbelembele au kimuhemuhe au kihemhem. Yote ni sawa. Akisha soma afa kupigia simu. Che, nimesoma jana ile dua. Eh, matokeo naanza kuona lini? Umeniomba ni mimi au ulikuwa unamuomba Mungu? Ukisoma Qur'ani au dua yote unayemwomba ni Mwenyezi Mungu. Sio usazibashiri. Mimi nakupa so, njia Yaani mimi ni kama daraja la kukuvusha wewe. Yawezekana hichi kitu tunachokufundisha leo ulikuwa ukijua. Ukikijua kupitia mimi na maana mimi ni kama daraja tu. Mimi sio kwamba ndo ninatoa kila kitu. Ha, ha, mimi tu Mungu alimejalia elimu na kukujalia njia. Wewe ujue unapita wapi unakanyaga wapi kwa taratibu gani. Unaona bwana? Lakini mjibuji na mtoa majibu ni Mwenyezi Mungu. Kwa tunayemwombaga ni Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa na subira. Ndio e, vitu vinavyokuwa ni vikwazo sana vya dua kukubalika, madhambi. Unafanya dua na uko unaendelea na madhambi yako, e, kama ni mchepuko wako bado unaendelea naye siku ile, kimada wako bado unaendelea naye, lakini pia uombe hata msamaha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na makosa unayofanya unaona ni jambo la kawaida tu, basi hilo ndio litakalo litakalo kuchelewesha kuweza kufanyaje, kupata matokeo. Hiyo ni njia ya kwanza ya kusoma Suratul Qadri kwa nia ya kufungua riziki. Sasa katika namna <coughs> nyingine Suratul Qadri ina uwezo wa kuzuia kitu chako chochote kuibiwa ulichokiweka mahali fulani au kwa ile njia wanaita chumaulete. Hii chumaulete ipo za aina nyingi, kuna chumaulete kama aina tatu, lakini mi nitakupa mbili leo. Kuna ile chumaulete ya ya kutumwa, anatumwa jini, yaani yupo jini maalum anayetumika kuiba fedha za watu, na hii ndio, hata ile mchawi anaweza akaja kakuangia kakuangia, labda kuna pesa katika drawer au mezani pale akaondoka bila kuzichukua. Watu wanashanga kwa nini wacha waibagi hela? Kwa nini waibagi vitu vya samani? Anaweza kuta gold pale, dhahabu, sijui vitu vya samani. Asili akakuangia tofakaaondoka. Mchawi akikuibia. Kipindi mkuja kukuangia, hawezi kuondoka. Haondoki lile eneo. Nguvu yake itakwisha. Sasa kwa nini ala ya sala kwa kutokuondoka kisa tu dhahabu yako au fedha yako? Anachokifanyaga saidi ya ibe ile hela anaweza akakuangia, kajua ah, kumbe jamaa ameweka hela hapa. Akawanga kamaliza kazi yake akaondoka. Alafu, akaenda nyumbani kwa kama na huyu jini anamiliki, ambaye ni jini muiba pesa ambaye ndo wana maarufu ni wanaita chuma ulete <coughs> anamwaagiza, nenda kwa fulani bin fulani, kule kuna sehemu fulani kuna pesa. Au akiwa papa ndani kwako anaanza, akazihamisha akaziweka pembeni ili ule jini wake atakapokuja mwadres moja kwa moja kwamba pesa ziko sehemu fulani. Kwa hiyo kama asubuhi anatafuta zile pesa uzuri, lakini ziko mbele mbele ndani. Lakini jini yule akishakuja anazichukua zile pesa, na unashangaa hazionekani. Ndio ile unasikia, mimi bwana nikiweka pesa ndani nashangaa tu zimepotea pasipo kujua. Huu uchawi jamani upo. Na kama wewe hujai kukutana nao, mshukuru tu Mungu, lakini watu wanapitia hizi situation au hizi hali na wanateseka kweli kweli. Ehe. Hii chuma lote ya kwanza ya kutuma jini. Chuma lote ya pili, ambayo nitaishia kwa hapa, hivi tuendelee kwenye somo, ni ile mtu anakuja na fedha ee, ile fedha inakuwa ni katika namna ya kiini macho, yani inakuwa ile sio fedha kiukweli, inakuwa sio fedha ee, japo kuna wanasema ni pesa inapakwa dawa, sawa, lakini ile kielimu ile iwaga sio fedha, ni karatasi tu imeandaliwa kinamna fulani katika mazingira ya kiini macho anakuletea wewe, unaiona kama fedha, na utaona kama ni elfu kumi utaiona kama elfu kumi. Kama ni elfu tano utaiona kama elfu tano ehe, lakini ile fedha ukisha, uki, ukisha nani akishakupa ile fedha, baada ya kukupa ile pesa ukamrudishia bila change, au akanunua vitu vya hela yote, ukichanganya na hela yako, basi hela zako zile zote zinakwenda kwake, subhanallah. Eh, kwa hiyo unakuta umeibiwa hela kwa namna hiyo. Sasa naipo chumauleti na nyingine na nyingine, na unaweza ukawa na elimu zaidi kuliko hizi nilizokuelekeza, lakini chukua mbili hizo, zitakusaidia kuanzia maisha ya kujua chumauleti ni kitu gani. Sasa kama itatokea unaibiwa kwa staili hiyo ya chumauleti, au ndani kwako unaika fedha labda kwenye draw au kwenye begi au kwenye handbag au kwenye wallet au kwenye pochi vyovyote vile unavyoweka kwenye kibubu, ila unataka unapoweka zile fedha zisibiwe na mtu au kiumbe wa aina yoyote, soma Suratul Kadri kwa utaratibu huu. Unapoweka pesa au kitu chako chochote kwenye draw au sehemu yoyote, soma Suratul Kadri mara tatu tu, mara tatu tu. Hiyo sura inaanza, sura inaanza, mara tatu tu Alafu tia nia ya Mwenyezi Mungu, nimekukabidhi kwa maneno yako matukufu, najikabidhi na nazikabidhi na mali zangu au fedha zangu au kitu changu kwako, naomba unilindie. Alafu kafanya mambo yako, utashangashe wangu. Yani kitu kitu watakuwa nakiona, lakini hawakichukua. Yani lehamu awezekana wasipate hata ule uwezekano wa nini wa kuweza kichukua, kwa sababu ya nini? Ya ile dua Nisha kufanya dua moja ipo katika kitabu hichi ichi cha maajabu ya Qur'an namba moja. Sababu hii dua inapatikana kwenye maajabu ya Qur'an namba moja. Kama unacho kitabu, unaweza kwenda kusoma tu faida za Suratul Kadri. Eh, sasa kuna siku moja mimi nilisoma dua moja, nilikuwa nimekwenda sehemu moja hivi nikaacha kitu changu, nimeacha kitu changu kwa bahati mbaya, nilikuwa na, na, na, na, nafanya utaratibu fulani hivi baadaye nikakisahau nikachukua pikipiki haraka haraka, nikaondoka. Nimefika umbali kama wa mita elfu mbili elfu mbili mia tano yaani umbali kutoka sehemu ile mpaka ninakoelekea nimeshafika umbali wa, wa mita elfu mbili au elfu mbili mia tano Nafika kule nakumbuka kitu fulani nimekisahau nikamwambia yule bodaboda, hebu nirudishe sehemu fulani, kuna kitu nimekisahau pale. Akarudisha haraka haraka haraka haraka. Lakini kipindi narudi sasa, mimi nikakumbuka, nikaanza kusoma dua ya kuzuia kitu kisibiwe. Ipo huko huko kwenye, ukisoma katika swala dhuha, dhuha, ile swala dhuha, kuna utaratibu wa kukizuia kitu kisibiwe baada ya kukisahau. Kwa mimi nikasukumia zangu ile swala dhuha, baada ya kumaliza na meza tu dua, tunafika na ile eneo fika pale namkuta yule mudumu aliyenihudumia, ndo ana kile kitu changu anakishikashika. Sasa ameshapigwa na butwa, akakifiche au abaki nacho, anakishangaa kwa pale pale, akawa amesha baki na ile butwa. Jambo ambalo angeweza kukihamisha tu akakificha, takakificha nikirudi pale, sasa mimi hujakiacha na kama kiacha basi, mimi nitakuwa sijakiona kwa sababu mwenyewe nilikuwa nimetoka E, ilikuwa jambo tu rahisi la kufanya hivyo zaini abaki nacho hicho kitu. Kuna vitu vingine leo tunafundisha ni vidogo vidogo kama hivyo, lakini ukivifanyia kazi ndugu yangu, utoishi maisha unayoishi. Eh, yaani utoishi maisha wewe unayoishi. Nakuhakikishia sema tu, ni kwa sababu watu wengi tuna speed sana kutafuta maisha katika ule mlango wa sababu. Kwa sababu mlango wa sababu ndio kidogo watu wanauelewa kwa sababu wanajua ukipiga kazi ya kupasua visuguu utalipwa hela, ukipiga nyundo utalipwa hela, ukishona cheleani utalipwa hela, ukitengeneza magari utalipwa hela, ukiwa nesi, ukiwa mwalimu, ukiwa daktari, ukiwa sijui nani, utalipwa hela kutokana kazi. Lakini ule ni mlango ambao Mungu ameufanya ule mlango kila mmoja utumie, kafiri muumini na mtu ya kawaida, au tumie kwa kadri atakavyoweza, na ndio mlango ambao unatupa riziki nyingi, lakini ipo milango kama hii ya kusoma Quran na nimeshatajaga milango nane ya riziki. Kama hauna ufahamu na elimu hiyo, fuatilia katika hii channel, kuna hiyo clip nimeshataja milango nane ya riziki kwa, mu, kwa muumini e, kwa muumini sasa. Hii milango mingine saba kuacha huo, kwa sababu hii saba inahitaji na sifa maalum. Kwanza uwe muumini alafu kuna sifa utakuwa nazo, ukiwa nazo zile sifa, ukadumu nazo kwa kujilazimisha. Riziki zitafunguka. Inshallah, leo tutaishia kwenye somo hilo kwa hapo. Lakini somo hili unaweza kulipata katika kitabu cha maajabu ya Qur'an. Katika kutibu maradhi, ya kijini, eh, katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali. Kitabu namba moja ndio dua hii ipo, kama utakuwa nacho hicho kitabu. Kama hauna unaweza ukakitafuta ukaitafuta. Uh, mimi huwa nakiuza kwa PDF kwa shilingi elfu kumi na mbili ndio bei yake hiyo, na saizi, hakuna ofa nimepigiwa simu na watu wengi sana. Che vipi? Ofa ya idladhuha e, ofa ya siku kumi zile tukufu za Dhulhija? Jamani, hata hiyo Dhulhija yenyewe bado haijafika, yaani watu wanauzia leo ofa wakati hata Dhulhija yenyewe haijafika. <laughs> E, najua hali azilingani kwa sababu kuna wakati natuaga ofa e, wengine wananufaika wengine hawanufaiki. Na kiukweli, kunua vitabu kwa kimoja kimoja ni gharama kubwa, tusidanganyane, ni gharama kubwa Mfano hichi kitabu kinauza elfu kumi na mbili namba mbili. Namba mbili elfu kumi na tano. Mpaka hapo unakuwa umeshalipa elfu ishirini na saba. Hapo ni kwenye Qur'ani. Umeenda kwenye barati kitabu namba moja ni elfu kumi na tano. Kitabu namba 2 elfu kumi na tano. Inakuwa ngapi? Elfu thelathini. Ukijumlisha na hivi viwili, na viwili hamsini na saba Ah, umetamani elimu ya abjadi sasa. Kitabu cha abjadi kinakuja, e, kile kitabu cha abjadi ni elfu ishirini peke yake kitabu cha abjadi. E, kitabu cha abjadi ni elfu ishirini peke yake. Ukijumlisha na hapo una sabini na saba, unatoka hapo, unakwenda sijui kwenye kitabu cha mwongozo wa tabia ni elfu ishirini na tisini na saba. Kwa hiyo kuna wakati watu aga wanapata shida sana kuvinunua vitabu wanapokutana na ofa hazipo au zimeisha. Mwingine anakufosha anakuambia, "She, nimesikia kipya yako fulani ilikuwa na ofa, sasa ofa mimi nimechelewa na nina nini? Naomba unifanyie discount." Hakuna discount ofa ikiisha. Eh, yaani ukishaona ofa imekupita au imeisha, ukija kununua vitabu hakuna discount ya kitabu hata, hata kimoja kwa sababu utaratibu wa ofa ni utaratibu maalum tena ule unatolewa kwa ofa lakini pia utaratibu ule ni kwa ajili ya kuwasaidia wale watu wanaokuwa wanahitaji vitabu tu kwa muda huo, ndio maana unakuwa ni wa muda mfupi, labda ni siku tatu nne, tano zikiwa nyingi sana kumi. Eh, eh, baada ya hapo, unaondolewa ule utaratibu na maisha mengine yanaendelea kwa inshallah. Ukiwa na kihitaji kitabu hicho utalipa kumi na mbili kwa mfumo wa PDF, unatumiwa kwenye WhatsApp au email, unaendelea kunufaika na masomo haya. Lakini pia vipo vitabu vya maajabu ya mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina uchao, kitabu namba moja, namba mbili, namba tatu, kitabu cha mwongozo eh, no kitabu cha tiba mbadala, kitabu cha furaha ya ndoa, ulimwengu wa majini na vituko vyao. Vyote hivi vitabu ambavyo unaweza ukavipata katika ukavipata mfumo wa PDF, vika na vikakunufaisha na ukaendelea kunufaika na elimu hizi, inshallah. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV, tukutane siku sana wakati mwingine katika chaneli hii. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.